mekuwa na mjadala wa mawaziri wakuu wa nchi nne Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimwakilisha Mheshimiwa Rais rahisi, e, mwenyeji wa hapa e, Ivory Coast, lakini pia waziri mkuu wa Guinea, pamoja na waziri mkuu e, wa Cameroon. Mjadala ulikuwa unazungumzia maeneo makubwa matatu, moja ni namna gani nchi zetu za kushirikiana katika kuimarisha e, sekta binafsi kufanya kazi pamoja na sekta ya umma kwa maana ya serikali e, sisi Tanzania tumeonyesha uzoefu wetu namna ambavyo tunafanya kazi na private sector, namna ambavyo tumeshirikisha private sector katika kufungua milango ya fursa zilizoko katika nchi ili ziweze kutumika na kuleta manufaa katika nchi. Lakini pia serikali inafanya kazi na Private Sector Foundation kwa pamoja na vyama vya wafanyakazi vyama vya waajiri, lakini pia chama e, cha wa, wa, watu wa viwanda. Ni maeneo ambayo private sector yanajenga mshikamano imara na kuweka maamuzi ya kufanya kazi na serikali katika kufanya kazi zao vizuri. Nimeueleza mkutano kwamba Tanzania ni miongoni e, mwa nchi ambazo zimejikita kufanya kazi na private sector. Tanzania ni nchi ambayo inaendelea kufungua milango kwa private sector kuwekeza ndani ya nchi, na hii tumeweza kuwachukua wenyeji kwa maana ndani wa Tanzania wenyewe ambao pia na wenyewe ni wawekezaji, lakini tumefungua milango kwa wawekezaji kutoka nje ya bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Hii inawezesha nchi kuweza kuongeza uwezo wa uchumi wa ndani na kusaidia serikali zilizopo kupata mapato kutokana na E, mchango wa sekta binafsi katika kutoa huduma za jamii kwa wa, wananchi ndani ya nchi.